Kulingana na waraka wa elimu namba sita wa mwaka 2025, hii hapa ni kalenda ya miule ya masomo kwa shule za awali msingi na sekondari kwa mwaka 2026. Muhula wa kwanza shule zitafunguliwa tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026, na zitafungwa tarehe tano mwezi wa sita 2026. Na katikati ya muhula wa kwanza kutakuwa na likizo fupi, ambayo shule itafungwa tarehe 27 mwezi wa tatu 2026 na kufungua tarehe nane mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na sita. Hivyo basi idadi ya siku za masomo kwa mula wa kwanza ni siku tisini na sita. Mula wa pili shule zitafunguliwa tarehe sita mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na sita na kufungwa tarehe nne mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na sita, na likizo fupi katika mula wa pili itakuwa kati ya tarehe nne mwezi wa tisa 2026 hadi tarehe 14 mwezi wa 9 2026. Hizi zitafanya idadi ya siku za masomo kwa muhula wa pili kwa siku 98. Kwa namna hiyo, jumla ya siku za masomo kwa mwaka 2026 kwa shule za awali msingi na sekondari itakuwa ni siku 194. Jambo lingine, mashindano ya umitashumta yatafanyika tarehe 5 mwezi wa 6 2026 hadi 17 mwezi wa 6, narudia s mashindano ya Mtashumta yatafanyika kati ya tarehe tano mwezi wa sita hadi tarehe kumi na saba mwezi wa sita elfu mbili ishirini na sita. Wakati Umeseta itafanyika kati ya tarehe kuanzia tarehe kumi na nane mwezi wa sita hadi tarehe thelathini mwezi wa sita wakati mashindano ya michezo ya shule za msingi na sekondari za Afrika Mashariki yani Feasa, haya mashindano yatafanyika tarehe kumi na mbili mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na sita hadi tarehe ishirini na tatu mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na sita. Shule zote zilizopo manispaa ya Morogoro zitafungwa tarehe saba mwezi wa 8 2026 na kufunguliwa tarehe 24 mwezi wa 8 2026, ili kupisha mashindano ya fiasa yatakayofanyika mkoani humo. Hivyo shule hazitafungwa wakati wa likizo fupi ya mwezi wa Septemba kwa mwaka 2026. Hiyo ni kwa mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo haya ni mambo ya kuzingatia, na waraka huu umetolewa na Dr.